Karibu Mshani Wellness. Kwenye somo hili tuzungumzie dalili za UKIMWI, ili somo italifanya kuwa la kina sana, ili watu waelewe kwa sababu unapata maswali mengi sana uh, kuhusu somo linaohusu dalili za UKIMWI. Kwa hivyo kuwa makini kulisikiliza mpaka mwisho, utaelewa kwa kina sana ni kitu gani kinachozungumzwa na somo hili litilie umakini sana kama umekutana na mtu wiki sita nne hadi sita zilizopita umekutana na, na mtu ukafanya ni protected sex, uka come into contact na damu ya mtu yoyote yule, lakini pia umepima, unapata changamoto za uchovu labda, lakini dawa za kawaida hazihitiki, ni dawa unatumia, lakini hakuna positive mwitikio wowote au ume come into contact na nido ama kitu chochote ambacho unahisi kabisa kinaweza ka transfer virusi kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kama upo kwenye haya makundi, basi jitahidi kusikiliza kwa makini sana, na hizi tunazotaja hapa ni dalili za UKIMWI za awali ndani mm, ya wiki moja mpaka wiki sita baada ya maambukizi. Kwa nini hizi dalili zinajitokeza hizi? Uh, dalili za ukimwi zina ukimwi, kama ukimwi una hatua zake tatu, ina hatua tatu. Kwa hiyo kuna hii uh, early stage, kuna ile chronic stage, alafu kuna ile uh, immuno-compromised, ama opportunistic stage. Ninachozungumzia hapa ni ile acute stage ambayo inatokea ndani ya wiki sita baada ya kuwa kwa hawa virusi. Kwa nini hizi dalili zinatokea? Kwa sababu HIV anapoingia mwilini mwako anaenda kushambulia CD4, siku ya kwanza tu anaenda kushambulia kitu kinaitwa cd CD4 ni seli za ulinzi. Baada ya hapo watakuwa hawa HIV watazaliana kwa wingi sana, viral load ina explode. Uh, kabla hata virus, hata kabla ya seli zako za ulinzi hazijatambua kwamba kuna virusi, wanakuwa katika kiwango ambacho ni kikubwa sana. Baadaye mwili wako ukishagundua uh, unaingia katika kitu tunaita acute retroviral syndrome. Hii sasa ni tayari mwili wako ama kinga yako ya mwili inagundua kwamba kuna mgeni ambaye ni HIV, na hichi kitu kinatokea ni ndani ya siku kuanzia siku ishirini na nane mpaka uh, uh, siku arobaini na mbili hii kitu kinaweza kikajitokeza. Kwa hivyo sasa, baada ya virusi kuingia, wanashambulia cd CD4, wanazaliana kwa wingi, then mwili wako unang'amua, unaingia katika hii hatua hii hatua E, ARS ama Acute Retroviral Syndrome ni hatua ambapo mwili wako unapambana na hawa virusi. Sasa unaanza kupambana na hawa virusi sasa, yale mapambano a, yatasababisha mambo yafuatayo. Kwanza kabisa ni homa, homa ya ghafla, na homa tunaipima kwa joto kama utapima utakuta joto lako ni zaidi ya nyuza sentigredi thelathini na nane bila sababu yoyote, hauumwa wala nini, hakuna kikohozi, hakuna infection yoyote a, basi ujue kabisa kuna jambo liko katika mwili wako. Dalili nyingine ni night sweat, ambayo hii ina, inasababishwa pia na homa, kutokwa jasho tokwa jasho usiku bila sababu yoyote. Hata kama utakuwa labda utaamua utachukua shuka unailowesha kwenye maji alafu unajifunika, lakini bado jasho inakuwa inatoka, basi ujue kabisa lile jasho linatokana na uh, mwitikio wa kinga zako za mwili. Sasa ni kwenye nini? Probably ni virusi wa HIV mwili wako unaweza ukaitikia kwa kutoa hizi dalili. Hizi dalili ni za kawaida sana kwenye mwili wako pale tu unapokutana na vimelea wa aina yoyote. Lakini virusi wanakuwa ni very unique hasa wa HIV. Kwa hiyo hizi tunazotaja, most of the times, wanakuwa ni very unique kwa HIV. Kwa hivyo dalili nyingine ama jambo lingine ambalo litajitokeza baada ya mapambano kati ya HIV na kinga katika hatua za awali ni kuvimba kwa lymph kuvimba kwa limfu ama matoki matoke whatever. Mara nyingi inakuwa ni kwenye shingo, inakuwa ni kwenye kwapa na sehemu za siri. Tofauti haya matoki na yale matoki ambayo unayapata unapokuwa na homa ama unapoumia ni kwamba haya yenyewe yanakuwa ni ni laini, yani yanabonyea vizuri na hayana maumivu yanabonyea vizuri na hayana maumivu na uwezo kaya film, mpaka labda uyaguse ndo unajua, ala, kumbe kuna uvimbe hapa. Jambo lingine ambalo litajitokeza ni uchovu, uchovu kupita uh, kawaida, hasa unahisi kama ubongo wako hauna connection kabisa na mwili wako. Hii ni kitu cha kawaida sana kwa sababu kunakuwa kuna kufa kwa hizi CD4 zinavyokufa kwa wingi hali inajitokeza, uh, katika matatizo mbalimbali mbali. Na hapa usichanganye na malaria, kwa sababu malaria pia ikisha kushambulia, uh, moja ya impact ambazo unazipata ni uchovu kupita kawaida. Lakini kama umepata hizi dalili ambazo tumestaja hapo juu, alafu ukapata uchovu wa ghafla bila kujua chanzo mahususi, basi ni ishara mojawapo kwamba virusi wameingia katika mwili wako na mwili wako unapambana. Kitu kingine ni fungus wa mdomoni ama oral thrush, kwa sababu wengi ni kandida. Kandida ni fungus ambaye ya anapatikana mwilini muda wote, yupo mwilini lakini yupo katika kiwango ambacho mwili wako unaweza kumudu ikiwa kinga yako ya mwili itayumba kwa kiwango chochote kile, basi hawa kandida wana dominate na wanaanza kuonyesha dalili. Moja kati ya dalili ambayo wanaionesha ni white patches, vitu kama vyeupe kama manadure meupe meupe mdomoni. Lakini pia unaweza ukashambuliwa na hawa fungus maeneo mengineo ya mwili kama sehemu za siri, kunakuwa na ile overgrowth kwa sababu kunakuwa na uh, sudden drop ya CD4. Hizi kinga zako hizi kinga zako zinasaidia sana kufanya fangasi wa katika mlinganyo. Kwa hiyo zikipungua kidogo tu fangasi wanajitokeza, na sehemu moja ambapo wanajitokeza kwa wingi sana ni maeneo ya ulimi, kwenye lipsi na ndani ya mashavu, kwa ule ukuta wa ndani wa mashavu. Na sio kama zile amba, sio kama vile vidonda ambavyo unavipata unapokuwa na mafua hapana. Uh, na inakuwa vina maumivu ya kuwaka moto hasa unapokula vitu vichacho zile acidic food. Kwa hivyo kama unapata hii changamoto, ama umepata hii changamoto wiki nne hadi sita baada ya kukutana na mtu ama kuji expose katika mazingira ambayo yanaweza akasababisha kupata HIV basi unatakiwa kuwa makini na kuanza kufuata taratibu zinazotakiwa. Jambo lingine ni skin rashes. Skin rashes. Ngozi yako inakuwa inapata kama zile patches, kama uh, kama vibarango inaharibika, lakini kitu cha kipekee ni kwamba haviwashi na vinakuwa kama vimebinuka, yani vinakuwa ni kama ukigusa hivi unaona kama kuna gamba fulani ambayo unaweza ukalibandua, ukalibandua vizuri likatoka likaacha alama. Ikitokea hii hali, basi ni moja kati ya ishara kwamba kuna kitu kinaitwa cytokine storm rash. Cytokine storm rash unapopata HIV, uh, mwili wako una hawa virusi wanasababisha seli nyingi kufa, hasa zile za kwenye, uh, kwenye skin pia kwenye ngozi. Kwa hiyo mwili wako unachokifanya uh, ni kujaribu kuziangamiza zile seli ambazo zimeathiriwa na kuziua, ko kufa kwa zile seli za zinazounda ngozi ambazo zimeathiriwa na HIV kunasababisha yale maeneo, sasa kwa sababu yana zile dead cell seli zake zimekufa, basi itaonyesha hizo patches kwamba ni dead cells ambazo hazina uhai. Kwa sababu hazina uhai zitaanza kuonesha za kuwa na hizo mionekano ambayo haifai mabaka mabaka hivyo labda, ingawa sasa haziwashi, haziwashi. Na ni tofauti kabisa na zile za allergy na zinaweza zikawa na rangi nyekundu, ikawa ni pinki, ama papo na ndani hakuna majimaji ya aina yoyote wala usaha, yanakuwa ni dry dry. Jambo lingine ni maumivu ya misuli. Maumivu ya misuli ah, sasa kwenye jointi za miguu, mgongo, kiwiko na shingo hando maeneo ambayo unapata zile uh, muscles. Yani unaona kabisa kuna m, kama misuri yako kama imechacha vile, hakuna ule wekundu, wekundu wala hakuna uvimbe, kwa sababu kawaida misuri inapokuwa inauma, mara nyingi unaweza kukuta ni uvimbe. Ukigusa eneo ambayo msuri wako unauma unaweza kukuta kabisa, unaona kabisa pana uvimbe, labda labda ulipata ajali. Lakini maumivu ya misuri yanatokana na maambukizi ya HIV hayana uvimbe wowote, hakuna wekundu wowote, wala upati lile joto, yaani maumivu tu from nowhere. Yani ya yani ndani ni ina ina pain ambayo kimsingi haielezeki na haujui chanzo chake ni wapi. Unaweza ukatanua uka hivi, labda uka flex msuri wako, uona msuri wote kila kona, kila point ya msuri wako ina maumivu, sawa kabisa, ukaanza kutafuta labda ni wapi ambao pana shida haupati misuli yote eneo hilo au ya mwili inakuwa iko katika hiyo changamoto ya maumivu. Jambo lingine ni kuharisha na kutapika. Hii ni moja kati ya eneo ambalo linaathirika lina kirahisi sana na maambukizi ya HIV, kwa sababu HIV wanavyoingia sehemu ya kwanza kukoronize ama kuathiri ni gut, ni mfumo wa chakula. Kwa hiyo wakishafika hapa, wakiharibu, wakifanya uharibifu wa kutosha, basi mwili wako una lose kabisa ile control, mfumo wako wa chakula una lose control. Uh, kwa hivyo tunaita ki, ki, kitaalamu wanasema ni gut flow. Ni gut flow. Kwa hiyo hawa CD4 wakiangamizwa sana ili eneo la la, la mfumo wa chakula wanasababisha mfumo wako wa chakula kupoteza network, kupoteza ufanisi na unaanza kuharisha na kuharisha na inakuwa ni kama majimaji, ile hamna damu ile inakuwa ni majimaji, afu inakuwa ni explosive, yani ghafla vinivu. Lakini pia una loss ile appetite, unapoteza ile hamu ya kula afu taste yako pia inakuwa inabadilika, yani hujisikii ile hamu ya kula na bila kusahau tumbo kujaa gesi. na kwa sababu hii hali inaweza ikaendelea hata wiki moja, basi kuna uwezekano mkubwa sana ukapata tatizo la weight loss, ukapungua uzito, kwa sababu mfumo wa chakula tena hauna ufanisi, unakuwa haupo katika ule ubora ambao utakusaidia kufyonza virutubisho. Kwao ni rahisi sana kupata, uh, tatizo la malnutrition na kupungua kwa uzito. Jambo lingine ama dalili nyingine ni macho uuma ama uh, light sensitivity. Yani macho yako ukitazama mwanga yanauma, yani yanakuwa very sensitive, yanauma, yanakuwa kama vile kuna moto unachoma ndani, kama kuna mchanga ndani. Alafu pia yanakuwa ni dry, yanakuwa very dry, kuwa makavu kulikweli. Lakini pia uh, kwenye kwenye mwanga wa jua unakuwa na zile discomfort, unakuwa kama kuna ukungu fulani unaona mbele. Hichi kitu huwa kinatokea mapema sana aa, kwa sababu hawa HIV wanavyoingia, kuna kitu kinaitwa cytokines response. Hizi cytokine response inachokifanya mojawapo ni kusababisha kuvimba kwa optic nerves. Hizi optic nerves zikivimba basi hizi changamoto za macho ndio zinajitokeza kwa urahisi zaidi. Jambo lingine ni matatizo ya wasiwasi na kuchanganyikiwa. Unapopata virusi wa HIV huwa wanaingia kwenye ubongo kabla hata kinga yako ya mwili haujadetect kwamba kuna wageni wameshaingia mwilini. Kwa hivyo hichi ki, kitendo kinawapa nafasi ya kuweza kuathiri hali ya ubongo wako ama afya ya ubongo wako mapema sana, ndani ya siku chache tu wanapoingia, wanaingia kwenye ubongo, mwili wako unakuja kushtuka, kinga ya mwili inakuja kushtuka, tayari wao wapo kwenye ubongo na wameshaanza kuleta hizo changamoto. Kwa hiyo unaanza kupata hizo changamoto za wasiwasi, kupanic, confusion kukosa ile usingizi unakuwa haupo, lakini pia unaweza ukawa unapata zile changamoto za neuropathy, kama vile uh, kama vile ganzi kwenye vidole na changamoto nyingine zote ambazo zinaweza zikaathiri uh, central nervous system, mfumo wa fahamu wakati. So, unapoona hizi dalili uh, tumetaja dalili nyingi sana. Unapoona hizi dalili basi kuwa makini sana moja kati ya vitu ambavyo unaweza kufanya, the best thing ni kwenda kupima. Na katika hichi kipindi cha wiki nne, sio rahisi kuwaona labda kama utatumia kipimo tunaita HIV RNA PCR ama viral load test ambacho unakipata mahospitalini. Hichi kinaweza kika detect virusi ndani ya siku tisa hadi 14 28, lakini kitu cha msingi ni kuwai hospitalini, uh, then ukafanya kipimo kikubwa. Baada ya hapo, unaanza kufanya monitoring uh, lakini kama uko eneo ambalo uh, kama upo eneo ambalo sio rahisi kupata hivi vipimo ambavyo ni advanced, basi unaweza ukisha detect hizi dalili, basi unaweza kusubiri kwa uh, takribani uh, siku kuanzia kuanzia wiki 10 na wiki 12 ambapo ni miezi miezi mitatu. Kwa hiyo kuanzia miezi mitatu kipimo chochote kinaweza kika confirm kwamba hizi uh, dalili ambazo uliziona kipindi kilichopita ni HIV au la. Kwa bahati mbaya ni kwamba hizi dalili zinapojitokeza ndani ya wiki sita mwili wako unaweza unapambana nao, alafu unashinda katika ile acute stage, kinga yako mwili huwa inawashinda wa virusi. Then wanatulia, hizi dalili pia zinapotea kabisa, then wanaanza kujizalisha mdogo mdogo kimya kimya mpaka baadaye tena ndio wanaweza wakiwa wengi sasa, waka overwhelm mwili wako, ndio wanakuja kujionesha kwa ukali wake zaidi. Lakini kama utawawai kwa kuanza kutumia ARV, basi hautowapa nafasi na ukimwi kama ukimwi na madhara yake huto ya experience, ikiwa utawai kutumia dawa. So ukiona hizi dalili guys, Wai hospitalini mapema, anza kutumia dawa kama tayari ni mwathirika. Kama sio, basi confirm. Inawezekana ni matatizo mengineyo. Tanzania bila ukimwi inawezekana. Hope tutakutana tena mpaka wakati mwingine. Bye, bye.